Njia ya pili ambayo Mungu huwa hutumia kujibu maombi yetu, Mungu huachilia ulinzi juu ya mioyo yetu. Mungu huachilia ulinzi juu ya mioyo yetu. Biblia inasema vizuri katika Mithali 4 Linda sana moyo wako kuliko vyote huvilindavyi, maana ndiko zitokako chemichemi chemi za uzima wako. Katika Zaburi, Biblia inasema neno lako nimeliweka moyoni, sije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi la Mungu la kulinda moyo nilipi Katikati ya moyo Biblia inatufungulia nipo ilipo uzima wa mwanadamu, na Paulo anatuambia uzima wa mwanadamu uko wapi? Uzima upo katika kuamini Yesu ni Bwana. Hiyo ndio hiyo ndio uzima, ambapo upo unapoamini kwamba Yesu ni Bwana, nipo ambapo unapata uzima. Kwa hiyo Mungu anapolinda moyo maana yake ni kwamba analinda imani yako juu ya Yesu Kristo. Mungu asiposimama kulinda imani yako juu ya Yesu Kristo, basi hautaweza kuhimili magumu na kuchelewa kwa maombi ambayo ume, ume yaomba. Tumsome tumsomeana ana wakati anapo omba juu ya kupewa mtoto kabla hajapewa, Samueli alichukua muda mrefu sana alichukua muda mrefu sana kuomba kwa habari ya Samueli. Sasa unaweza ukasema kwamba Mungu alikuwa asikii maombi yake, ila Mungu alikuwa ameachilia amani yake juu yake. Biblia inatuambia aliposhikana mikono na, na kuhani akaomba. Biblia inasema akaenda nyumbani akiwa na amani. Maana ya kwenda nyumbani akiwa na amani Mungu, ina maana aliilinda imani yake, aliilinda ile imani aliyokuwa nayo. Mungu alilinda ile imani ambayo Ana alikuwa nayo kwamba Mungu atanijibu tu kwa majira yake. Na Mungu alipojibu alipolinda ile imani ilimwezesha Ana kufanya na kusimama katika mapenzi ambayo Mungu alikuwa anayataka na kusubiri yale majibu ambayo anataka. Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna nini? Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna imani. Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna nini? Kuna neno neno la Mungu. Neno la Mungu linapokaa ndani ya moyo wa mwanadamu, ndiyo yanayoleta matokeo chanya katika mwanadamu, na imani ile, ndiyo inayoleta nguvu ya utendaji. kama imani hamna, kuna matokeo? Imani ndio inayotumika kuhamisha milima. Sasa imani ile itafanya kazi kama ipo ndani ya moyo. Ndio maana tunaambiwa, linda moyo kwa lugha nyingine linda imani yako. Sasa Yesu Mungu, unapofanya maombi, Mungu huwa anaachilia amani ambayo, ile imani itawalinda mioyo. Imani italinda mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Ile imani inaenda kulinda moyo, usifadhaike usitetereke usianguke, usiyumbishwe. Kama imani haitasimama katika nafasi yake, basi uwe na uhakika, maamuzi yako yatakuwa ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe mno, Bwana Yesu asifiwe sana Koyo, mwambitu. So kwa hiyo Mungu anapojibu maombi yetu, sio kwamba anakaa kimya, anataka kukukomoa. Mungu anapochelewa kujibu maombi, si kwamba amekaa kimya, asikii kwamba unaomba. Ndio maana anasema lolote mwaombalo kwa jina langu mtapewa. Kwa maana ingine, kabla haujapewa kile kitu, tayari Mungu ameshaanza kutendea kazi, ameshaanza kutendea kazi. Ndio maana ukimsoma Danieli, Danieli, Biblia na siku ya ishirini na moja, Biblia inatuambia kwamba yale maombi uliyoyaomba Daniel alipoomba, alipofika siku ya ishirini na moja, malaika akamtokea, akamwambia Mungu alijibu toka ile siku ulipoanza kutia nia katika kuomba. Kwa hiyo toka ile siku umetamka jambo katika maombi, Mungu alianza kutendea kazi, Mungu alianza kutoa majibu alianza kufanyia kazi toka siku ile ile ya kwanza ambapo Danieli alianza kuomba. Kwa hiyo hata na wewe unavoomba, Mungu huwa tayari alishajibu siku hiyo hiyo. Anachokifanya, anaachilia amani, anaachilia amani ambayo inalinda moyo. Kwa hiyo anakuachilia protection, ulinzi ambao unalinda moyo wako usitetereke, usiumbishwe, usirudi nyuma, usianguke. Imani imebeba vitu vingi. Imani ndio imebeba matokeo ya kila jambo. Na wachawi ndio na watu ambao wanafanya kazi katika nguvu za giza wanatenda vitu kwa imani ya upande wao, japo tunatuma damu ya Yesu na Mungu awatoe kule, awalete waje kuona uzuri wa Mungu. Imani, imani inakaa ndani ya moyo. Kwa hiyo Mungu anapo, anapo, una, una, unapoanza kuomba siku hiyo hiyo hiyo Mungu anajibu, anaachilia imani, anaachilia amani, anaachilia ulinzi kwenye moyo wako, anazunguka moyo wako kiasi ya kwamba hata maombi yakichelewa kiasi gani bado unakuwa na imani. Ndio maana ndio maana Ibrahimu aliweza kuhimili kuvumilia mtoto mpaka alipofika miaka mia moja ndio akapata mtoto wa kwanza, tena mmoja na huyo mmoja tena, mwenye akaambiwa mtoe. Kama Mungu asingelinda imani, asingeweza. Sasa unaweza ukasema kwamba Ibrahimu alikuwa na uwezo, ila Biblia inasema hivi: Mungu asipoulinda mji walindao wakesha bure. Kwa hiyo kama una imani, kama Mungu hajalinda, basi unakesha bure. Kama Mungu asipoilinda imani yako nakesha bure. Mtazame Petro, Yesu alimwambia, shetani ameomba apate kuwapepeta, lakini nimekuombea wewe, Petro, imani yako ilindwe. Kwa lugha hiyo anamwambia kwamba upo na mimi, lakini naombea imani yako ilindwe. Imani yako ilindwe. Imani yako ilindwe. Bwana Yesu asifiwe imani yako ilindwe, imani yako ilindwe, imani yako ilindwe. Analindaje imani Niz, analinda moyo wa Petro. Nimekuombea wewe Petro, imani yako ilindwe. Kwa hiyo Mungu anajua kabisa hili hitaji ambalo unaniambia sasa hivi, siwezi nikaingia nikajibu kwa sasa hivi kama unavyotaka ninasubiri wakati wangu utimilike. Wakati wangu ukifika, nitaachilia vitu vitaanza kwenda kama unavyoomba. Yamkini ya, yamkini inaweza ikachukua muda mrefu kusubiria, ila tambua Mungu anaachilia amani, anaachilia ulinzi wa imani yako. Imani yako inaendelea kusimama, hata na magumu ambayo unaendelea kuyaona, bado unaona bado Yesu ni mwema kila wakati. Kwa hiyo kila jambo ambalo unaliomba Mungu huwa anajibu. Hakuna ambacho Mungu wajibu, kila kimoja ambacho unakiomba mbele za Mungu yeye anajibu. Hajawahi kuacha kujibu, hajawahi kuacha kusema na mwanadamu, yeye ni mwema. Ndio maana anasema, na mawazo yangu yapo juu sana, ni mawazo ya amani, ya kuwatakia ninyi tumaini la siku zijazo. Kwa hiyo tunachokihitaji ni damu ya Yesu isimame kwetu na nguvu zake na uweza wake na utiisho wake visimame juu yetu. Hatutaweza kufanya kama hamna neema ya Mungu, hatutaweza kusimama kama hakuna nguvu za Mungu ambazo zinatuongoza na kutuimarisha. Tunamhitaji Mungu asimame. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiseme kwamba Mungu amekaa kimya, hajajibu maombi yangu. Mungu majibu yote hutoa. Tatizo la mwanadamu hatuelewi kama Mungu ametoa majibu. Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Kwa hiyo hata hiyo nguvu ya kuendelea kuomba na zaidi na zaidi, basi jua ni mali ya Mungu. Kwa hiyo wakati unaanza kuja kuomba, Mungu alijua kwamba utaomba na Biblia inaongea vizuri zaidi kasema kwamba kabla hatujakaa kuomba Mungu alijua tuyaombayo na tuyawazayo. Bwana Yesu asifiwe, anayajua tuyaombayo na tuyawazayo. Kwa hiyo neema yake inasimama juu yetu, inatuongoza katika lile kusudi lake. Hutaweza kupiga hatua kama hakuna neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndiyo itakayolinda imani yako na kuitunza imani yako hata ukakutana na mawimbi kiasi gani, imani yako inakuwa inafunikwa mule ndani roho yako roho yako inafunikwa ndani ya moyo wako. Moyo unapigwa na majabali, lakini umetengenezewa ukuta, ukuta ambao unalinda. Unainuka kidogo, watu wanaibuka, wanasema vibaya. Unaanza kufanya jambo hili, unaona vita kila kona. Ndo kwanza umeanza tu kufanya maombi, ndo kwanza vitu vinaanza kuporomoka, lakini Mungu anaachilia amani ndani ya hicho kitu ambacho unakifanya, anaachilia ulinzi kwenye imani yako isitetereke, isirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapaswa kutambua kila jambo ambalo unalifanya ni neema ya Mungu ambayo inatuwezesha, na kila kitu ambacho tunakitegemea na kukitazamia ni nguvu za Mungu zinatuwezesha. Ukisoma tukiendelea jambo la tatu ambalo Mungu ulifunulia katika katika ambako jinsi gani Mungu huwa anajibu anasema, ile amani itawalinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Biblia Kiingereza imeandika katika muktadha huu inasema itawalinda, It will protect your mind akili akili italinda akili zenu kwayo. Kwa hiyo, kwa lugha nyingine basi hiya, Mungu huwa analinda akili zetu, analinda mawazo yetu, analinda mitazamo yetu kuna mtu ameanza kuwa na mitazamo mibaya alipoanza tu kuwa nakuanza mao, maombi alipoanza maombi, akaanza kupata mitazamo, hichi kitu ninachokiomba Mungu hawezi kujibu. Kwa hiyo Mungu anaanza kujibu mitazamo mitazamo, na ndio maana Yesu alikwenda Getsemane kuomba alipoanza tu kuomba Mungu wa kumwacha amalizie ile maombi, alafu atoke bila kusema. ikiwa ni mapenzi yako, ila mapenzi yako yatimizwe. Alisema ikiwa ni mapenzi yako itimizwe, au la. Alikuwa nama, alikuwa anamaanisha kitu. Anafungua kitu gani hapa? Alikuwa anatuonesha kwamba kuna vitu ambavyo sisi tutavifanya wanadamu kama Mungu hajalinda akili zetu na mitazamo yetu ambayo tunayo na nia ambazo tunazo, hatutaweza kufikia lili kusudi ambalo Mungu analo juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji neema ya Mungu na nguvu zake na uweza wake na utiisho wake usimame juu yetu, ituongoze, ituwezeshe kama Mungu hatusimama kusema nasi basi, uwe na uhakika, hatutaweza kupiga hatua ma kwenda mahali popote, na ndiyo maana Roho Mtakatifu hutusaidia kuomba. Kazi ya Mungu kulinda nia ni kwa hivi, katika Petro anasema kadhalika, hatujui kuomba ipasavyo, au tunavyoomba tunaomba vibaya. Tunataka tuombe kwa kutumia kwa tamaa zetu kwa hiyo tunaomba sio mapenzi ya Mungu, tunaomba kwa ajili ya tamaa zetu na mahitaji yetu, miemko yetu. Tunafanya maamuzi ambayo siyo, tunafanya vitu ambavyo sivyo. Tunamhitaji Mungu asimamishe kusudi lake na neema yake ilinde nia zetu. Mungu akilinda nia zetu yale tamaa zile tamaa ambazo tunaziingia nazo katika maombi zinaondoka. Kuna mtu anafanya maombi akiwa na nia kwamba nikipata hichi kitu, majirani watanijua. Kuna mtu anaomba gari ili amkomoe jirani. Kuna mtu anaomba maombi ya mwenzake afukuzwe kazi, wapendwa. Hapo wapendwa, anaingia kazini akiwa na maombi ya mwenzake afukuzwe kazi. Sasa ni kitu cha ajabu kidogo, na unaweza ukashangaa kama Mungu watu ingia kulinda nia zako na maamuzi yako na mitazamo ambao unayo katika akili yako basi uwe na uhakika hautaweza kutembea katika lile kusudi ambalo Mungu anataka. Tunahitaji tumwombe Mungu katika lile kusudi na nia yake na tazamio lake na penzi lake na maamuzi yake na nia zake na uweza wake usimame, utuongoze, atuongoze, atuongoze, atuongoze. hatutaweza kufanya pasina neema ya Mungu kusimama. Neema ya Mungu ndiyo itakayoamua. Neema ya Mungu ndiyo itakayotuwezesha neema ya Mungu ndiyo itakayotupigania, neema ya Mungu ndiyo itakayotufunika. Hutaweza kufanya kama neema ya Mungu haipo kamwe, hautaweza kufanya kama neema ya Mungu haipo. Hii neema ya Mungu ndiyo itakayofunika akili, na ndio maana Mungu anasema ile amani ambayo ninawaachia mimi, italinda nia zenu Biblia Kiingereza imesema your mind. Kwa hiyo italinda akili, akili. Katika akili kuna nini? Katika akili kuna decision. Hauwezi ukafanya decision ambayo, ukafanya maamuzi ambayo ni sahihi kama hakuna akili. Kwa hiyo Mungu analinda akili yako ifanye kazi sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu, isijifanyie kazi sawasawa sawa na inavyotaka yeye. Akili yako itembee katika yale mapenzi ambayo Mungu anayahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji neema ya Mungu. Na ndiyo maana Mungu huachilia kabla ya awali ya yote, kabla ya jambo lolote Mungu anaachilia mapenzi yake juu yetu. Mungu anaachilia kusudi lake juu yetu. Mungu anaachilia ulinzi juu yetu. Kwa hiyo katika kuomba kwetu katika kuomba kwetu katika kuomba kwetu katika kuomba katika kuomba katika kuomba, katika kuomba Mungu anatufungulia kuwa na akili ya Kimungu. Tunaomba kwa kutokufuata akili zetu, tunafuata mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Biblia inatuambia tunapoomba, Roho Mtakatifu hutufungulia siri za Mungu. Kwa hiyo tunapofunuliwa siri za Mungu ina maana gani? Yale makusudi ambayo tunayo sisi katika maombi yote yanawekwa chini, alafu kusudi la Mungu linakuwa exalted linainuliwa. Kwa hiyo tunaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunakuwa na nia nzuri na mitazamo mizuri wakati tunaanza maombi ila hii mitazamo inayumba pindi ambapo tunajibiwa yale maombi. Wakati unaanza kuandika maombi na ajenda kwenye diary yako, unakuwa na mipango mizuri mizuri sana, ila maombi yakijibiwa, ukumbuki kurudi kwenye diary usome, kabla hichi kitu ulichokuwa unakiomba mbele za Mungu ulikiomba kwa kusudi gani? wanaweza kutusaidia sana katika kuelewa, na ndio maana Mungu analinda akili, analinda akili kwa sababu gani? Usije ukasahau lile kusudi, usije ukainuka na kujiona unaweza. Analinda akili zetu, analinda akili. Kwa hiyo kabla haja kujibu maombi, analinda akili yako, akili yako ifunction kama yanavyotaka yeye akili yako itembee katika yale mapenzi ambayo Mungu yeye anayatazamia. Akili yako itembee katika lile kusudi ambalo Mungu yeye anahitaji. Hautaweza kufanya kama Mungu hayupo hapo. Akili yako itakuongoza katika njia ambayo haipendezi. Akili yako itakushauri vitu ambavyo havimpendezi Mungu na havimtukuzi Mungu. Na unaweza ukanung'unika ukaona kama Mungu hajajibu maombi kumbe, Mungu kwanza anaanza kulinda akili, ili akili ikisimama ndipo akupe kile kitu. Unajua, kuna watu wanapata utajiri ghafla haraka haraka haraka haraka, ghafla anarudi chini, kila kitu kinaharibika. Kwa sababu gani? Akili haikutengenezwa. Kwa mfano utakutana na kijana anayepokea mirathi kwa wazazi, ule urithi anayopokea, baada ya muda anarudi kama maskini. Kitu gani kinarudi kama maskini? kinachomfanya arudi kuwa maskini, akili. Alipewa mali ila ya kupewa akili ya kutunza ile mali. Kwa hiyo Mungu kabla hajajibu maombi yako anakupa kwanza akili ya kudiscipline yale maombi uliyoyaomba. Anakupa kwanza akili ya kukuwezesha wewe kufanya yale maamuzi ambayo ni sahihi katika kile kitu ambacho umeomba. Hawezi ukaelewa jambo hili mpaka pale ambapo Mungu atakubariki, alafu ile baraka ikakushinda nguvu. Sasa, Mungu kabla baraka zile hazija kushinda nguvu, anaanza kukuwekea nguvu. Kwa kukuwekeaje nguvu? Kwa kukuwekea akili sahihi, kwa kukupa nizamu sahihi. Kama haujawa na nizamu ya kutunza elfu kumi basi sahau kupata laki moja. Kama ujawa na nizamu na disiplini ya shilingi elfu moja basi sahau kupata elfu kumi. Kwa hiyo Mungu huwa anapima yale maombi, uzito wa maombi, uzito wa kitu ulichokiomba na akili yako. Kwa hiyo anatazama akili yako, mitazamo ambayo unayo, makusudio ambayo unayo, dhamira ambazo unazo, akizitazama anaziona azifiti kwenye mapenzi yake, anaondoa anasubirisha mpaka disiplini itakapokaa kwenye laini, disiplini itakapokaa kwenye laini. Anailinda akili yako isiwe na mitazamo ambayo siyo ya Kimungu, analinda akili yako isiwe na mitazamo ambayo haimpendezi Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kutazama sana Wengi akili zimeanza kubadilika baada ya kukaa katika maombi. Sasa woo, unaona kama vile ni ni Mungu am, am, ni, ni katika moja na mbinu na taratibu za Mungu kujibu maombi aa, ni Mungu anatengeneza akili yako, hakuna nguvu yako hapo. Usiinuke ukaona kwamba ah, unajua siku hizi nimekuwa mtu wa maombi, najidisiplini, ninafanya hivi, ninafanya hivi. Hapana, ni Mungu anakudiscipline ili ile baraka ikija ikukute katika reli. Bwana Yesu asifiwe. Anaitengeneza hiyo akili ikaye katika njia ambayo inastahili. Kabla mtu hajapewa kuwa mwanandoa, kanisa huwa linakaa linampa semina ya ndoa. Kwa lugha nyingine, mume na mke wanapopeleka, kijana wa kiume na kijana wa kike wanapopeleka, wanapopeleka ombi ya kufungishwa ndoa kanisani, kanisa lina uwezo wa kulipokea lile ombi na kulijibu, lakini kabla alijakaa kulijibu, linawapeleka kwanza kwenye semina ya ndoa, inawafundisha ndoa mafundisho ya ndoa inafanya nini? Inatengeneza akili zao, waanze kufikiria kama mume na mke, waanze kufikiria kama baba na mama, waanze kufikiria katika utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hivyo ndivyo Mungu ambavyo huwa atajibu maombi yako, na ndiyo hekima ambazo zimejificha ndani ya maombi ambazo watu watuzioni tunasikiri labda Mungu kujibu maombi yako ni kwamba uliomba gari, Mungu akakupa gari, basi huyo ndo Mungu? Hapana, ukiomba gari, Mungu akakupa akili, basi tambua ni Mungu katenda. Sio uweza wako, sio nguvu zako, sio maarifa yako, sio ujanja. Hakuna hakuna, hakuna ability yako pale, hakuna uwezo wako pale, neema ya Mungu imekuketisha hapo. Bwana Yesu asifiwe sana koo ni vitu vya kuwa navyo alati unapoanza maombi, angalia hivi vitu, jinsi Mungu anavyojibu, jinsi Mungu anavyokuongoza, jinsi Mungu anavyokutembeza, jinsi Mungu anavyokusemesha, ni hekima ambazo zimejificha ndani ya maombi ambazo kama ujakaa na Mungu kwa ukaribu hauwezi kuziona. Ila ninaomba neema ya Mungu ikuinue na kukuwezesha zaidi na zaidi katika kutenda yale mapenzi ya Mungu.